Shida kubwa ambaye tuko nayo katika hii muungano ni kuwa tuko na viongozi ambaye wanajipenda sana. mm -hmm. Ule mtu ataharibu hii muungano wa kwanza ni Rigathi Gachagua, hiyo nataka umak. mm -hmm. Na itakuja kutokezea, awezi leta viongozi kwa meza, na kila wakati ambaye unaongea ile maneno ambayo unatoa unataka watu wakimbie eh, waende wak, wakapange kura kwa eneo yao. Hakuna mtu ambaye ameweka wakenya kwa mfuko kama njugu. Hata huyo Rigathi Gachagua hawezi kukuhakikishia uko na wakikuyu wangapi kwa mfuko yake. Wakikuyu si wajinga, mama yangu si mjinga eh, kwa sababu anatoka kikuyu, ati akipiga kura atapiga kura kwa sababu kashago amemwambia eh, nini, kasaabukasag eh, eh, Kalonzo msoka akiwa na wakamba, wakamba. Wakamba si wajinga, kuna wakamba wengine watafikiria na waseme mimi nitapiga kura kwa njia fulani. Hata Ruto mwenyewe ambaye anasimama akiwa na UDA and everything. E, wakalenjini si wajinga. Kwa hivyo viongozi, kitu wa kwanza watakosania kwa, ni hiyo maneno ambaye Rigathi Gachagua anasema.